Na karibu popote ulipo ndani ya nukuu ya matumaini na Matthew Ndeva. Katika nukuu, ulinisukuma ili nianguke, lakini Bwana alinisaidia. Ulinisukuma ili nianguke, lakini Bwana alinisaidia. Nasema nini katika habari za nukuu. Aliyekusaidia tangu tulipoanza mwaka na amekusaidia. Tumesalia na muda mchache kumaliza mwaka. Waliokusukuma walidhani ya kwamba umefika mwisho, na fikra na mawazo yao walidhani ya kwamba hutaendelea tena. Ulidhani walipokuangusha chini basi ni mwisho wako, utatoka chini tena lakini Mungu ni nani? Maana kati ya miaka na mikaka iliyopita amebaki mwaminifu, na zaidi ya yote, kati ya miezi yote iliyokamilika amebaki Jehova. Lichakuwa walikusukuma lakini bwana alikusaidia. Katika nukuu, jambo la kwanza, salia mwaminifu kwa Mungu, mtumikie Mungu. Muda wako na nafasi yako nyingi mpe Jehova, na siku zote usirudi nyuma, usikate tamaa, usiofu lolote, uendelee mbele. Maana licha ya wao kusukuma waanguke, bwana alikusaidia. shida ulio nayo, mateso ni ya muda, changamoto unazopitia ni za muda na zitaishe milele, zitaondoka na kwa muda. Utakapofika utabaki umeinuliwa na Mungu. Nasema hivi ulipo hapo, Bwana ameahidi baraka tele kwa ajili yako. Anakuahidi atakubariki mjini na hata atakubariki mashambani, ataongeza kikapu lako la unga lisikose lolote, uzao wako wataongezeka maisha yao yatakuwa mazuri na hata ndani ya mwezi huu mpya ulio mbele yetu, tunakutangazia tena, walikusukuma ili waanguke, lakini Bwana alikusimamisha amekulinda. Jehova kama nyuki alindavyo asali mzingani, na yuko tayari na makali ya kuwadunga ili watoroke na kukuacha huru siku zote Ziliondokapo jua mashariki kuelekea magharibi, ameifanya anga yako kuwa nzuri, amekuangazia na nyota yako imewaka. Licha kuwa watazungumza mengi kwa ajili yako, lakini hawatakudhuru wewe. Kwa nini? Walikusukuma ili waanguke, lakini Bwana alikutetea. Shukrani zote tunampa Mungu aliyetusaidia tena kuiona siku hii na neema yote ambayo ametusaidia hatutachoka kumbariki we. Nawasalimu watu wa sehemu zile za Shikalagala na zaidi ya yote pia watu wa sehemu zile za Mlolongo na sehemu zile za Athiriva na sasa sana katika mji mkuu wa Nairobi. Na neema ya Baba inatosha. Imekuwa ni nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva. Asante na karibu. 45 61 468, yoniti namba yetu ya idhaa ya redio Fortune Africa maana mitandao tumetamba yote na tunashukuru Jehova upenyezo, tunakufika FM ndiyo imesalia, na naamini kwa imani yote inawezekana. langu hii ni juma hili na kutakia baraka za Mungu na neema ya ajabu unapoendelea kutufuatilia popote ulipo. Uwe na juma la baraka, tena la kuinuliwa unapoendelea kumtumainia Mungu katika hatua zako zote za kila siku. Kwa hili kwa sasa, imekuwa ni nukuu ya matumaini na ma